Msafara wa Jipange na Viusasa umeingia eneo la kati kwa kishindo, ukivutia umati mkubwa wa wakazi wa kaunti ya Kiambu. Aidha, washindi wa shilingi elfu hamsini na nusu milioni pia walitangazwa. Walitangazwa Eliya Ipala kutoka Limuru na Simon Mungai kutoka Kimende, kaunti ya Kiambu, wametia kibindoni shilingi nusu milioni na elfu hamsini ya kampeni ya Jipange na Viusasa baada ya kujiunga na kushiriki. Tulipoanza hadi leo tumepeana takriban milioni tatu, tumebakisha milioni zingine kama nane hivi za kupeana watazamaji wetu. Waendelee kutazama vipindi vyetu kwenye Viusasa, waende wa subscribe kwa pebili yetu ya Viusasa ya 724 177, kisha waweke 50 shillings ama 99 shillings ndio waweze kusubscribe. Tunawatafuta kwa ubaya wewe ni mtu mwenye digital space, is your area, tutakuja baka penye huko. Kiunzi cha Viusasa mtandaoni kinajulikana kwa vipindi vya kusisimua ambavyo vimewapa Wakenya burudani kwa kipindi cha miaka minane sasa. Kwa hilo Viusasa imejipanga kuwatuza mashabiki wake kote nchini. Wakulima jitokeza ni hapo, hapo, hapo. Kwa shilingi hamsini pekee unajiunga na Viusasa unatazama vipindi na unaweza kuwa mshindi. Msafara wa Jipange na Viusasa mashinani ulianzia mjini Limuru na kutamatisha ziara yake Kiambu mjini. Kesho ziara katika kaunti ya Kiambu inaendelea. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Kiambu.